Wengine wamelala kule hospitali. Uh, kuna watu wengine wamekufa, wengine wamezikwa, wengine wamekuwa mateka wa shetani, they can't attend the church haleluya. Lakini Mungu amekupenda siku ya leo, akakupa hiyo nafasi akakupa na hiyo kibali uke katika nyumba lake, ili ukapata kumwabudu haleluya, yes. huyu wa kwa sababu ya kumwambia Bwana asante, you have every reason uh, to praise the Lord, kumtukuza Bwana katika moyo wako katika roho yako na katika maishani mwako Haleluya. Ukitangaza ukuu wake, ukitangaza uwezo wake, ukitangaza wokovu, ukitangaza ukombozi, ukitangaza mamlaka yake, ukitangaza neema yake na ukitangaza fadhili zake ambazo ni mpya kila asubuhi, katika jina la Yesu Kristo Haleluya. So, so uh, siku ya leo ni siku ya uh, ile, ile ni siku kubwa ambayo tulikuwa tunajiandaa ili tukapata kubatizwa. Vile vile ni siku kubwa kwa ajili ya siku ya leo ama kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya Kristo. Nilikwambia siku ya Wednesday, uh, siku ya leo ainge kuweko kanisa alinge kuweko. Haleluya. So this is the, uh, the biggest a uh, uh, siku kuu katika siku kuu za kalenda kanisa ni ile siku kubwa uh, kuliko zile zingine, although watu wengi huanga wa value they just value Christmas, ile siku Yesu alizaliwa, lakini siku ya muhimu sana kwa Wakristo uh, ni siku ya Easter. Wakati Yesu alipopananikana maandui akateswa, akasulubishwa, akava pale msalabani, akazikwa, na siku ya leo tunatangaza ayuko tena kaburini. Haleluya nambeana zako Yesu, ayuko kaburini kama huku unajua, mwambie kuanzia saa hii Yesu amesha tangulia Galilaya, tutampata huko, kwa jina la Yesu Kristo. Manake hiko tena kaburini, Yesu amekaa yeah. Kaburini siku ya leo atonge kwa tunaita wa Kristo, atonge kwa na sherekea. Aa, utukufu wake maana yake anisaije kuweko yes, lakini maana yake alikufuka akashinda msalaba na akashinda kifo na mauti yes, ndiposa akatupa uwezo wa kushangilia yes, akatupa uwezo wa kumtukuza yes, akatupa uwezo wa kutangaza ile habari njema yes. Alipo watokea wanafunzi wake katika Mathayo pa kifungu cha 28, maana tulisoma akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na hata duniani, sasa nendeni ulimwenguni kote kawafanya watu wa mataifa yeah. kuwa wanafunzi wangu Haleluya! wote watakao sadiki na kuokoka akawakiza, wakapate kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na akawaambia baada ya kuwabatiza yes. wakapate kuwafunza kushika kila neno na kila andiko aliyowaambia alipokuwa nao hapa duniani Haleluya! Yeah. Yeah. na hapo mbele nami ni pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari, sitawapungukia na sita waachilia katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo siku ya Yesu anatuahidi wale sio pesa. Ndio ya kuwa kuna mambo mazito katika maisha yetu, kuna vita, kuna mateso, uh, ah. ah, kuna kudhia kingwa, kuonewa, kudhulumiwa, yes. ah, kuna kufa, anatuambia ah, tusiofu, maana yake He is with us until the end of the world. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yesu anatuahidi siku ya leo hapo pamoja na sisi mpaka mwisho wa dahari. Mpaka mkamilifu wa dunia. Haleluya, hata kupungukia na hata kuachilia, uh, katika jina la Yesu Kristo. So today is the biggest day yes. uh, in Christianity yenye sahihi kusherekewa. Haleluya! Kama ni watu kuvaa vizuri, kupika chapati, kufanya vitu yes. uh, vizuri, ni siku ya leo. Maanake ndio sababu tunajivunia kuitwa Wakristo. Atuitwa Wakristo kwa kuwa Yesu alizaliwa. Tunaitwa Wakristo maanake Yesu alifufuka akashinda kifo na kasi mauti kuzimu, na akanyang'anya shetani vifunguo. na nakatolegeshea vifunguo za uzima wa milele haleluya, free and free in Jesus Christ amen. Uko huru huru, uko huru na uko huru, ambe wewe sio mateka tena, wambe yes. shetani, wa shetani wa katika maisha yangu katika maisha yangu, manakolishinda pale msalaba Yesu on friday alikanyaga shetani pale msalabani, akamkanyaga, akamkanyaga, akamwambia kaa kule chini yohana my feet haleluya. Na kainamisha uso wake akasema is finished, akasema yes, yes, yes, yes, yes, yes, yote yameisha, aamozako yote yameisha, maisha na siku ya leo napokea mapya in lahii andoshai lionapokea mapya kwa jina la Yesu, na useme amina. Na so na na kama vile alivyofunza na mwalimu wetu ama mchungaji wetu ana kwamba ubatizo ni kuzaliwa mara ya pili. Kufa na kufuka pamoja na Kristo, yes, yes. so siku ya Friday yes. na siku ya leo anavuvuka so napoenda kupatizwa unamsaidia Kristo katika hii assignment. Yeye alifanya kwa ajili ya kutukuza baba yake wa mbinguni, yes, yes. utashunganika pamoja na Kristo, uh, katika mateso yake ya msalaba yes. katika dhambi yes. zako, vile alivyosali msalabani ukufe nazo katika maji manapuna no, usani a abirula ah, malipale ukapokee ufufuo yeah. alipua, naitua, alipua, nimu, ah, wa milele katika jina la Yesu Kristo au ukapokee uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo na useme amen amen. Yesu akamwambia, a mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Nicodemus, alikuwa ni mwalimu wa sheria, alikuwa ni mwalimu wa torati ya Musa yes. Hallelujah. Yes. Yes. Wao alikuwa anajua kama Uh, ile hesabu ya uh, uh, uh, uh, ya nini mathematics ya one times one is one, one times two. Haleluya. Anigeza kuimba wimbo namna hiyo katika torati ya sheria ya Musa, lakini kuna kitu mmoja alikuwa amefichwa ama hakuwa anacho, ni mwalimu wa sheria. Haleluya. Alikuwa yes. ni mtu mkubwa sana katika uh, ile sinagogi ama ile nyumba walikuwa naenda kumwabudu Bwana na hata katika uongozi uh, wa Wayahudi yes. alikuwa ni mtu mwenye alikuwa amejulikana ametambulikana mtu mwenye alikuwa ameheshimika. Lakini siku moja akaenda kwa Yesu wakati wa usiku, kama siku ya leo haleluya. Akamtembelea Yesu wakati wa usiku, wakati usiku watu wakati walikuwa wamelala, na alipoenda kwa Yesu usiku, akaomba msaada ama akaomba nafasi, akapata kuzungumza na Yesu. Haleluya. Bwana Yesu apesi. yule mkuu wa sheria akaenda akauliza Yesu gani ili akapate kurithi ufalme wa mbinguni, ili akapate kuungamika na ufalme wa Yesu Kristo wazobezina Yesu yeah. Akamwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi oh. kuona ufalme wa mbinguni Haleluya. eposa yeah. Nikodemo akamuuliza Yesu mtu anawezaje kurudi katika tupa la mama yake akiwa ya mtu mzima na kapate kuzaliwa mara ya pili? Unaona, alikuwa na sheria, lakini ile sheria haielewi, kuna kitu kimeficha pale ndani. Haleluya. yes. No, anaangalia ni katika Yohana tatu. yes. wa mpaka mstari wa kwanza. Haleluya. Hapo ndipo liliko, akamwambia, usipozaliwa mara ya pili, huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu aliye hai. Haleluya. Niko tena nikauliza Yesu, yawezekanaje mtu kama mimi, niko na ndevu yes, na mvi, ninaweza aje kurudi katika tumbo la mama yangu na nikapate kuzaliwa mara ya pili? Haleluya. Yesu akamwambia, niko ndemo, kilichozaliwa na mwili ni cha mwili na kinachozaliwa na roho ni cha roho." Haleluya. Akamwambia, usipokubali, uh, kuzaliwa katika maji na katika roho, uwezi kuona ufalme wa mbingu ama uwezi kuingia katika mbingu za Bwana. Haleluya. Amen. Bwana si apesi. Yesu akamuliza ina kuaji ah, mambo yale yani, yakapate kutendeka. Haleluya. Amen. Kwa nini Yesu alimwambia hivyo? Maanake, ah, unapoishi katika maisha ya mwili nilikwambia mwili ndio uliozalisha dhambi ndio, yes. ulioleta mauti duniani yes. Manake kupitia kwa Andamu dhambi ikazalishwa katika dunia haleluya. Sio Adamu ndiye alitenda dhambi kule endeni, na dunia yote ikawa na dhambi. Kwa hivyo mwili uliozaliwa kupitia kwa Andamu unambeba dhambi ndani yake kwa sababu yes. Ndiposa Yesu akamwambia Nikodemo, kama umezaliwa katika mwili kuna dhambi iko ndani yako ambayo ni dhambi ya asili dhambi ya ndani na hawa na, ukiwa na hiyo dhambi ama ukiwa na mwili usiingie katika ufalme wake Mwenyezi Mungu haleluya. Yes. Kwa hiyo namwambia, imekupaswa kubali usaliwe mara ya pili yes, ili ukapate kuingia katika ufalme wake Mwenyezi Mungu. Yesu alikuwa na maanisha kubatizwa na ndio sababu naena kubatiza siku ya leo yes, ili ukasaliwa mara ya pili katika ufalme wake Mwenyezi Mungu mw. Yes. Usaliwe katika roho na katika maji. Haleluya. Yesu alipokuwa akisulubiwa pale msalabani siku ya Friday, maandiko nasema askari akaenda, mstari kumi na nane, hiyo naweza soma chapter 19, nasema hivi: basi Wayahudi, kwa sababu ni maandilio ni ili sikaye juu ya msalaba siku ya Sabato, maana Sabato ilikuwa siku kubwa. Walimwonga wali Pilato minguu yao ifundwe wakaondolewa. Basi wasikari wakaenda wakafunta minguu ya kwanza, wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye, lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa hawako mfuja miguu, lakini askari mmoja wapo alimchoma mbavu kwa mikuki na mara katoka ndamu na maji. Naye niaanaliashuhudia na ushuhuda wake ni kweli, naye anajua ya kunywa anasema kweli, ili ninyi nanyi mpate usadiki. Haleluya! ulipotomua katika mbavu za Yesu, the Bible says kulitoka maji na kukatoka ndamu. Blood gives life. Then, uh, the water is used for cleansing. mm -hmm. Maji ndiyo itumikishwa kwa ajili ya kutakasa lisha. uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. Naye ndamu ndiyo inatupa uzima. mm -hmm. So wakati Yesu alipotokolewa katika mbavu zake kukatoka maji na kukatoka ndamu, kumaanisha binadamu ameshatakazishwa, ameshasambishwa na amesharegesha mm -hmm. uzima wake. Mm -hmm. mm -hmm. So unapenda kubatizwa kupitia kwa maji utatakaswa dhambi na maovu yako yote yaondolewe, vile mtu anapoenda kuoga, waga naoga uchafu na. That's the reason of a, a, mtu kuoga, uchafu unaondoka, kwenda kuchukua ile kuoga kufanya kuchuua. Haleluya, anaondoa uchafu ili akapate kuwa safi. Sasa ukienda kubatizwa, au hausafishi uchafu wa nje, ama uchafu unaonekana matope. Amen lakini unasafishwa kwa uchafu wa dhambi inayoleta kifo na mauti, mm -hmm. Ndiyo inaenda kuondolewa ndani yako, aleluya. yes. Na hiyo dhambi ikiondolewa sasa, utakuwa safi sasa, utaitwa mtakatifu, utaanza kuetwa mteule, alesabezi. mm -hmm. Na baada ya kusafishwa kupitia kwa hiyo ndamu sasa, Yesu anaenda kukupa uzima wa milele. Utapokea tiketi ama ile kitambulisho ya kuwa na uzima wa milele Sababu Yesu ameambia Nikodemo usipo kumbali usaliwe mara ya pili huwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Aleluya! basi palikuwa na yeah, mtu mmoja wa Mafarisayo jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu wakati wa usiku, akamwambia, Rabi, tunajua ya kuwa huyu mwalimu umetoka kwa Mungu Bwana, hakuna mtu awezaye ya kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu na kuambia Mimi, amini amini, nakwambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akamjibu, amini amini, nakuambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Haleluya Bwana sapesi akamwambia, kinachozaliwa kwa mwili ni mwili, kinachozaliwa kwa roho ni roho. Amen, amen, amen. Yesu akaambia mwanamke wa Samaria pale akisimani. Uh, in that book of John chapter 4, akamwambia Sia saa yaja na siku yaja na saani sai, ambapo waabudu wa kweli watamwabudu Mungu katika haki na katika roho. Bwasesi, manake Mungu wetu na mwabudu ni roho, na naye natafuta wana mwabudu wa mwabudu katika kweli na katika roho. Basa pesi. Amen. Kwa hiyo sio katika Roho Mtakatifu kwa na uwezo wa kumwabudu na kumtumikia Bwana kwa haki na pe. Sasa ukienda kubatizwa utapokezwa hiyo roho ama hiyo amayo neema itaingia ya ndani yako and right kumwabudu Bwana katika haki na katika nakatika roho. Aleluya, nae Bwana atakuwa akitendea na nawewe, Bwana atakuwa akikulinda na Bwana atakuwa akikubariki, na kila wakati unapomuomba yeye atasikia maombi yako na tayatimiza Aleluya! Maanake utakuwa umekwisha kuunganea katika ufalme wake, utakisha umefanyika kuwa mwana katika ufalme wake. Maanake anasema nikuje kwa wane wake, lakini wane wake hawakupokea, lakini wana walipokea the power and the authority to become the sons and the sons in kingdom Amen. Hallelujah, katika ufalme wake Mwenyezi Mungu alikuja kwa wale wake, lakini wale wake wakamkataa, wale wake wakamkana, lakini wale waliopokea akawapa the power and the authority to become the sons of God Hallelujah. Amen, hallelujah tena kwa sababu zile utapokea that power that authority, maana utakuwa umeshasadiki utakuwa umeshakubali Yesu Kristo